Serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeingia kwenye makubaliano na World Bank katika swala zima la utekelezaji wa uhimilivu wa masuala ya mabadiliko ya tabia ya nchi, na mradi huu tumebarikiwa kuwepo kwa muda wa miaka mitano kwa Tanzania nzima, na eneo la utekelezaji kwa Zanzibar katika wilaya zetu zote kun moja na LJ kumi na moja nazo na, na zitakuwa zinahusika katika utekelezaji wa mradi huu. Kwa mradi huu upo katika level ya wizara, upo katika level ya mikoa, utekelezaji wake upo kwenye level ya serikali za mitaa, ambako walengwa ni wananchi wenyewe ambao walo ni wakazi wa kwenye shehia zetu. Katika moja takwa la mradi huu, tunatakiwa tuwashirikishe wananchi katika kuibua changamoto vile vile, kuwawezesha au wananchi kuweza kuibua fursa zilizomo kwenye shehia zao kwa lengo la kujipatia maendeleo kwao. Tukiwa sisi kama wataalamu na ni wasimamizi katika ngazi ya mikoa na wilaya na serikali za mitaa, tunatakiwa tutoe ushirikiano mkubwa katika utekelezaji wa mradi huu kwa maana mradi unatarajiwa ulete matokeo chanya, matokeo ambayo yataleta faida kwa wananchi wa Zanzibar wote kwa ujumla na Watanzania wote kwa ujumla, katika ngazi zetu za mikoa, wilaya na serikali za mitaa. kwa mradi unaanzia kwenye ngazi ya shehia, ngazi ya wadi, naingia mpaka ngazi ya taifa. Kwa hiyo tunatakiwa sisi wenyewe ni watekelezaji wakuu, tawala za mikoa ni watekelezaji wakuu wa mradi huu. Na... eneo la pili ambalo litaenda kutuhusu sisi watu wa serikali za mitaa ni ku deliver local lead resilience actions. Yani vile vitendo sasa tushawezeshwa kitaaluma, kifedha, kirasilimali. Kuna eneo la pili sasa, lile la kuwezeshwa kutekeleza sasa yale miundombinu au mambo ambayo yatatusaidia sisi na jamii zetu kukabiliana na haya mabadiliko ya tabia tabia nchi, wanasema LDA guided through the requirement uh, assisted pamoja na national government nchiam and... lengo la kikao chetu hichi, well, ni kuzitayarisha mamlaka zetu za serikali za mitaa kwa upande wa Zanzibar katika utekelezaji wa mradi huu wa mabadiliko ya tabia nchi upande wa Unguja na kwa upande wa Pemba pia kikao kama hichi kitafanyika wiki ijayo tukijaliwa. ni kuziweka karibu mamlaka zetu za serikali za mitaa katika utekelezaji wa mradi huu wa SCALE na mradi ni mradi wa miaka mitano. Tutashirikiana na wenzetu wa TAMISEMI Bara, TAMISEMI Zanzibar pamoja na TAMISEMI Bara katika kutekeleza mradi huu kwa kupitia mamlaka zetu za serikali za mitaa lengo ni kwenda kuwagusa wananchi moja kwa moja katika utekelezaji wa mradi huu. Wananchi waende wakaibue vitu na mambo ambayo yatawasaidia katika kujenga uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi yanayowakumba katika shughuli na maisha ya kila siku. Kwa mfano, Zanzibar tuna tatizo kubwa sana la kuingiwa na maji ya chumvi, bahari kupanda na uingiaji wa maji ya chumvi katika mashamba ya wakulima katika maeneo mbalimbali na shehia zetu zote za Zanzibar 388. Na mradi huu utaenda kutekelezwa katika mamlaka zetu zote 11 za Zanzibar, mamlaka za serikali za mitaa za Zanzibar, ambapo shehia kwa kupitia kamati za mashauriano za shehia zitaenda kuibua vipaumbele vya utekelezaji wa mradi huu ili waweze kuendelea na maisha yao ya kila siku katika njia za maisha na kuweza kukabiliana, kwa sababu ni njia za uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko yapo, kwa hiyo tunatafuta namna sasa ya kujenga huo uhimilivu ili maisha yaendelee kama kawaida. Kama serikali lakini nchi kwa ujumla, tunatarajia utaleta mabadiliko chanya, hasa hasa katika jamii zetu, itasaidia kupunguza zile changamoto ambazo zinasababishwa na mabadiliko ya tabia ya nchi. Wito wangu kwa jamii kwa ujumla, tushirikiane tangu mwanzo wa utekelezaji, lakini hata kuitunza ile miradi ambayo itapatikana kupitia mradi huu wa mabadiliko ya tabia ya nchi ili iwe miradi endelevu kwa jamii na jamii na jamii. Wito wangu kwa jamii kwa ujumla tushirikiane, tangu mwanzo wa utekelezaji, lakini hata kuitunza ile miradi ambayo itapatikana kupitia mradi huu wa mabadiliko ya tabia ya nchi ili iwe miradi endelevu kwa jamii na jamii na jamii.